Bilioni 15 15.3 zimeweza kutengwa kwa ajili ya mradi huu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Kwa sasa hivi kwa mji huu wa Kilosa upatikanaji wa maji safi na salama ni karibia asilimia 85.3 na tunaamini kabisa kabisa mradi huu utakapokamilika, tutakuwa tumefikia lengo la asilimia 95 la upatikanaji wa maji safi na salama katika mji wa Kilosa. Niwashukuru sana sana, sana Moruwasa kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya, pamoja na changamoto tulizo nazo, lakini bado wananchi wanaendelea kupata maji. Niwahakikishie tu wananchi, serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan itaendelea kutekeleza na kutatua changamoto hizi. Serikali ya wilaya itaendelea kupita kwenye maeneo haya mara kwa mara, ili kuona progress ya mradi huu, lakini pale ambapo tunapaswa kushauri na sisi tutashauri, na pale ambapo kuna changamoto ambazo zinapaswa kufanyiwa kazi, niwahakikishie kwamba tutazichukua na zitafanyiwa kazi. Mradi huu utanufaisha watu zaidi ya laki moja na hamsini wa kutoka katika hizi kata tano za wilaya ya Kilosa: kata ya Chanzuru, kata ya Mkwatani, Kilosa mjini pamoja na kijiji cha Ilonga. Sisi kama mkandarasi tumejipanga kukamilisha mradi huu kwa wakati kama ulivyopangwa kwenye mkataba. Kwa hiyo mwezi Juni ishirini ishirini na saba tutaukabidhi huu mradi kwao na ambao utakuwa umesaidia kutatua changamoto zao kwa asilimia mia, mia.